Hakikishia vijana wa Kitanzania aweze, wazangu wanayajua, lakini vijana wa Kitanzania msidanganywe. Ukichukua Afrika Mashariki, pengine na kusini kidogo na kati, Tanzania ni pepo hapa. Upo kwenye nchi yenye jina yenye sifa zake yenye kuendeleza watu wake, msidanganywe wale walioko huko nje huko wasiwadanganye. Hapa mko pazuri kweli kweli kweli kweli. Mkipata fursa ya kuingia tu kwa majirani zetu hapo, kaangalie vijana wenzenu wanavyokula ngumu, naweza ukasema mimi narudi Tanzania, ndiyo kwetu. Tanzania ndiyo kwetu. Kwa hiyo niwaambie vijana, sisi wazazi wenu, sisi wazazi wenu tunapita nchi hii inawategemea nyinyi, tunatarajia nyinyi tuwachie nchi hii muiendeshe kama tunavyoiendesha hivi. Kwa hiyo vijana wa Tanzania msidanganywe, msidanganywe hata kidogo. Na katika kuendesha nchi tumetengeneza mifumo mizuri sana, ambayo kila baada ya miaka mitano tunachaguana nani atuendeshe, nani ashike nafasi gani katika ngazi tofauti. Hakuna maeneo mengine wanangu. Kwa hiyo, niwaombe sana vijana wa Kitanzania, tulizeni munkar, kaeni vizuri. Hii nchi ni yenu, ni mali yenu, si mali ya mwingine, na hakuna mwenye certificate anayesema hii nchi ni mali yangu. Wengine wanasema sisi tunawakilisha wananchi. Wananchi ni kina nani? Wananchi ni nyinyi hapa na wengine na wengine na wengine. Hakuna mwenye miliki ya wananchi, hapana. Tunapeana peana, tuma jukumu, we shika jukumu hili, we we hili, wewe we hili, wewe hili, wewe lile. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wangu, msiharibu nchi yenu, msiharibu amani ya nchi yenu, fuateni serikali yenu inavyowaelekeza, fuateni katiba yenu inavyowaelekeza Fuateni sheria za nchi zinazowaambia zinavyotaka, mtaishi kwa salama, mtaishi kwa amani, wala hamtasumbuliwa. Tanzania oye! Tanzania oye! Nimalizie vijana wangu, nimalizie. Tarehe ishirini na tisa kesho kutwa, wote walioandikishwa kwenye daftari, tokeni mkapige kura. Tokeni mkapige kura. Mama yuko macho, anawalinda. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko macho, vinawalinda, hakuna lolote. Tokeni mkapige kura. E, kama yamewashinda wao, sisi bado tunaenda, tunaendelea na ujenzi wa nchi yetu. Sisi, emoye hoye, Tanzania oye!